po changamoto ambazo tunakumbana nazo mnapokuwa mnafanya shughuli za ununuzi. Hiyo ni pamoja na makisio ya bajeti ambayo sio halisia, na hivyo kufanya wazabuni washindi kutopatikana, gharama za chini za wazabuni ukilinganisha na bajeti ya taasisi nunuzi, na hivyo kusababisha mkataba kutotekelezeka kwa wakati, lakini pia zabuni zilizopata wazabuni, lakini wazabuni wameshindwa au wamechelewa kuanza utekelezaji wa mikataba na baadhi ya wazabuni wana mikataba mingi na wawezi kutekeleza mikataba kwa wakati. Kwa hiyo, maana yake ina maana kila mchakato lazima tufanye usimamizi mzuri ili tuhakikishe kwamba tunaenda vizuri. Na lakini pia, unaweza kujikuta unamchagua una mzabuni asiyekuwa na uwezo. Kwa mazingira yetu ya serikali, e, wakati mwingine fedha inaweza isipatikane kwa wakati. Lakini kumbuka, tayari umeshaingia naye mkataba. Na na ule mkataba au zungumzi kuhusu ucheleweshaji wa fedha. Wakati mwingine ziko sababu ambazo ziko nje ya, ya uwezo wa taasisi husika, kwa hiyo maana yake lazima ile mkandarasi awe na financial power, awe na uwezo wa kifedha. Na katika majadiliano e, uwezo wa kifedha ni mojawapo ya kigezo muhimu sana, si sindio suma eh? E, uwezo wa kifedha ni kigezo muhimu sana katika majadiliano yote ulimwenguni, sio kwa Tanzania tu. Kwa hiyo ukimchukua mtu ambaye hana chochote hapo lazima tu kwamba unapanga, yani unapanga kushindwa kwao. Lazima ufanye e, upekuzi na uhakiki wa hali ya juu kuhakikisha kwamba e, yule, yule ambaye unampa mkataba ana uwezo wa kifedha, ana uwezo wa kitaalamu, e, ili usije uka, akatuangusha. Lakini kuna changamoto tumeiona pia, hayo nayosema ni yako practical, na sitaki nitoe mifano e, unaweza ukamchukua, uka, uka, uka, uka, mkandarasi au mzabuni ambaye hana uwezo kwenye utekelezaji anakuja anakuja kushindwa kutekeleza ule mradi navyotakiwa. Sasa kuja kutrace, labda wakati wa michakato hii ulikuwa umekosea ulikuwa umekosea kumchagua. E, ulikuwa umekosea kumchagua, au wakati mwingine anaweza akawasilisha vielelezo ambavyo ni feki, mwishoni unakuta sasa mradi unachelewa au unatekelezwa chini ya viwango. Kwa hiyo ndo sababu haya mafunzo tunaheshimu sana, tuweze kuboresha maeneo yote haya. Pamoja na changamoto nilizotaja hapo juu, baadhi ya watumiaji wamekuwa na tabia ya kuchelewesha kuanzishwa eh, michakato ya ununuzi kwenye mfumo um, alafu wanasingizia mfumo unachelewesha ununuzi, kwa sababu tuna tabia kila kitu kinatokea, changamoto zinatokea, tunasema jamani, kuna mfumo, changamoto ni mfumo wa Nesti. Na ule mfumo kwa sababu hauwezi kuongea, hauwezi kujitetea, basi unakuwa huko kimya tu eh, kila kitu kuna tatizo la mfumo, hela hazipatikani, mfumo, kila kitu ni mfumo. Kumbe kuna mengine mengi tu ambayo ni ya kiutendaji tunatakiwa kuyafanyia kazi. Na ikitokea labda kuna mfumo huko chini kwa muda mfupi, ni mambo tu ya mawasiliano na wenzetu wa PPRA, lakini pale ndani ya taasisi e, mnaweza mkaipatia ufunguzi ile changamoto. Haiwezi kawa ni kisababishi cha kuchelewesha mradi, eti mradi unachelewa kwa miezi mitatu au minne, unasingizia mfumo Hi iko sawa kweli? Hapana, mfumo pale usiki. Tukubaliane tu. Labda ukiniambia kwamba mradi umechelewa kwa masaa matatu au manne au siku moja, tunaweza tukaelewa tuka kwa mazingira fulani fulani ambayo ni nadra sana. Lakini tuboreshe utendaji kwenye maeneo yote ili tuepuke kusingizia mfumo we, kwa kazi kubwa ambayo taasisi yetu ya PRA imefanya. Nimalizie kwa kutoa rai kwenu washiriki kujitahidi kufanya kazi zenu za ununuzi kwa wakati na kwa weledi, kwa ubunifu, lakini kwa weledi e, na kwa ufanisi wa hali ya juu ili kuepuka dhana ya kuchelewesha huduma au bidhaa kwa mlaji wa mwisho bila sababu za msingi. Serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali katika kuboresha eneo la ununuzi wa umma kwa masilahi mapana ya taifa kama nilivyoeleza. Na moja ya njia au hatua ambayo serikali imechukua ni kutungwa upya kwa sheria ya ununuzi wa umma namba kumi ya mwaka 2023 pamoja na kanuni za ununuzi wa umma za mwaka 2024, na, na kwa kweli tuipongeze sana PPRA imekuwa ni sikivu e, kutokana na changamoto ambazo wadau wamekuwa wanazibainisha PPRA imekuwa inazifanyia kazi mara kwa mara. Nadhani wote ni mashahidi sheria hii imekuwa inaboreshwa mara kwa mara ili kuhakisi mahitaji halisi ya, ya Watanzania. Kwa hiyo hili kwa kweli tunafurahi sana tunafurahi ni lazima kila mtumishi ndani ya taasisi awe ana uelewa wa kutosha, nini taratibu, nini sheria katika michakato ya manunuzi wa umma. Na hicho kipengele cha watu kuto kutekeleza wajibu wao na wakajificha waka, waka nyuma ya mfumo, rai yangu ni moja kwao kwamba tunapozungumzia mfumo, mfumo ni pamoja na watu wanaotumia huo mfumo. Mfumo wenyewe hauwezi kukamilika bila mtu Ko. Ni muhimu sana kwa sisi watumiaji, ndio maana nimeona ni, ni muhimu sana ni shiriki, ili angalau na mimi niji update ili niweze kuweza kufanya vizuri zaidi, kwa maana ya zile huduma ambazo tunazitoa kupitia manunuzi kwenye taasisi zetu. Kwao mafunzo haya kiukweli ni muhimu sana, na natuwezesha kufanya vizuri zaidi na kuonesha kwamba tunatoa huduma ambayo ni sahihi kwa wakati kwa wale wateja wetu ambao ni wafanyabiashara kwa maana ya suppliers na contractors Mafunzo haya kama idara tumizi yatanisaidia kuondoa zile sintofahamu nilizokuwa nazo mwanzo, kwamba unaweza ukaagiza kitu kwa ajili ya kununua kupeleka kule kitengo cha manunuzi, ukaambiwa labda fanya hiki fanya kile, ukaona kama wanakuzungusha, lakini kumbe mfumo wa Nesti ndivyo unavyotaka. Kwa hiyo kwenye mafunzo haya nimejifunza jinsi ambavyo ukiwa na manunuzi ya dharura unatakiwa ufanyeje, ukiwa na manunuzi ya kawaida unatakiwa ufanyeje, sisi kama idara tumizi